Koma, huu ni mwendelezo wa mradi Koma na si mwingine, ni Salim mwanangu wa Ahmad mshititi wa lugha aushi na adhimu ya Kiswahili katika mradi Koma. Leo niko na watu wa ushina adhimu kabisa, najua karibu ndio neno la Kingwana likipenya kwenye nta zako za masikio, unaendelea kulambaza nasi uh, niko na wageni wangu leo hapa Fido. Wewe si mgeni, si mgeni, mara ya pili hii, lakini si mbaya pia ukawalambaza. jina lako na, mimi naitwa mm. Edward Paul au Hussein, nishangaa kusema Edward kwa sababu ni jina ambalo inapatikana kwenye vyeti pia kabla sijalibadilisha kuitwa Hussein Amis. Ah, maarufu sana nafahamika sana kwa jina la Fido mm. Mgaigai kutokana na yale alikuwa akifanya uh, mama. Ah, mimi naitwa Salma Marshed Mama Love Kungwi the Superwoman. <laughs> <laughs> Mimi nimefurahi sana kuona wewe leo na mimi nimeenjoy <laughs> Asante sana. Sasa leo katika mradi koma katika kijiosoga hichi tutajaribu kuangazia hmm. kama si mambo mawili lakini ndani ya jambo moja yeah. Yeah, katika utaratibu wetu wa ndoa, hii ndoa ambayo tumeizoea kila siku tunayo, lakini kwa mama nitauliza, kwa nini ndoa nyingi zinavunjika hazikai? Kwako, kwa wewe nitaanza na hapo. Ah, kwa sasa kusema kweli ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu ya utandawazi niseme. mm -hmm. Yaani, mitandao imeharibu ndoa e, na watu wenyewe wamejiharibu pia. mm -hmm. Unajua, akili za wanadamu sasa hivi zinaendeshwa katika mitandao. mm -hmm. Mtu hawezi kukaa bila simu. mm -hmm. Na mtu akikosa simu anakuwa mgonjwa. mm -hmm. Kwa hiyo mitandao imeharibu kila kitu katika ndoa, mwanamke anataka simu, mwanamme anataka simu. Na katika simu ukisha kuingia kwenye mitandao mm -hmm. tayari unajishawishi mwenyewe mitandao inakushawishi na wewe unajishawishi. Unaweza kuwa una ndoa lakini, ukawa umependa vitu vya kwenye mitandao, mitandao. Sasa yule mume wako unamuona mbaya, yani unamuona kwenye mitandao unamuona mzuri, lakini yule wakwako wewe sasa anakuja unamuona mbaya hapo ndipo tunapoharibu, ndo inapoharibika hapo e. Si kana nyinyi hamuwafundishi vizuri, hamuwafundi vizuri. Ah, sababu ni hodari kidogo <laughs> kufunda ni kitu ambacho elimu umtu akipokea vizuri basi ina manufaa juu yake, lakini elimu ile unaweza ukaipokea alafu ukasema ah Mi bwana ni, si nimeshafundwa yeah. Kwa hiyo mengine nitajifanyia mwenyewe yeah. Kwani huyu alionifunda na yeye si binadamu kama mimi? Uh, baada kwayo... ya kufundwa naongeza na ufundi wangu ndio uh, eh, ndio sasa yeah. Watoto wa sasa ndio walivyo yaani, unafunda mm. Lakini tegemea kuwa pale unapofunda lipo tatizo pia litatokea yeah. Kwa hiyo nategemea na imani ya mtu yeah. Na pia hapo mtoto awe na dini sana ndo anakuwa, yani, binadamu kamili mm. Akiwa hana dini, hajapitia madrasa mm. Au watoto ambao wakristo wenzetu hajapitia eh, mafundisho, basi balaa linakuwa zito sana mm. Kwa kweli, sasa hivi mitandao ina haribu na akili ya binadamu pia ndiyo. Eh, unasemaje katika hapo, uko sawa na mama Lavu au niko sawa naye? Anachosema yuko sahihi. Kwa nini leo uko sawa naye, niko sawa naye, uh, kwenye ngo moja kubwa sasa hivi eh, uh, mtandao uh, utandawazi eh, umekuwa umechukua nafasi kubwa sana Andi. Lakini ukiangalia yote utagundua sasa hivi muda hautengwi, yani muda wa kumuhudumia mume ndio unakosekana. Yani, kwa, kwa, kwa nini ni mke tu hapa ndo anakuwa chanzo? Ni, ni, ni mke anakuwa chanzo kwa sababu mke ndio, ndio utulivu wenyewe unakuanzia, yaani yeah. Sisi oh, wanaume ni ni, ni mapambano. Nitakupinga kwa sababu hapo, yeah, inatakiwa ni wote wawili yeah, mshirikiane, yaani baba anashirikiana na mama, mm. Kwa sababu ndoa ni watu wawili, ndoa ni watu wawili, hey. Lakini ukikaa na wanaume sisi tunacho, tunacho kilio, kilio chetu kikubwa mm. Mara nyingi mimi ni, ni, ni, ni, ni, ni baba wa familia mm. Natumia muda mwingi kupambana kwa mwanamke naye anapambana, ndio hapo sasa, ndio sasa hivi sasa, kwa sababu maendeleo ya sayansi ya teknolojia na utandawazi huo tunaozungumzia uh -huh. ndio maana muda haupatikane, kwa sababu mke anatoka, mume anatoka kutafuta. Usiku utamwamsha mpambanaji mwenzio, unamwamsha hmm. Unamwamsha eh, unamwamsha kwa engo gani? sio vile bwana, unamwamsha kistaili eh, kuna staili ya kumwamsha mtu S ya kusema naye vizuri, unaweza hata ukamwimbia. Sasa unamwamshaje? Unamwamshaje mpambanaji mwenzio ambaye asubuhi anatakiwa kwenda kwenye majukumu? Unaanza kumkanda, unamfanyia masaji nini, yani kidogo kidogo, unasema naye chini ya sikio, tayari kashakuelewa. Atakuelewa siku moja, atakuelewa siku zote. Ah, siku zote mimi nataka chakula changu cha usiku, namwamsha mpambanaji mwenzangu pale. Mwanzo mmezoeshana hivyo, mm-hmm. Basi mtakwenda hivyo hivyo, lakini kama ulimzoesha kuwa eti yeye aende kazini, akirudi katupa begi kule Kalala na nguo zake, wewe baba na wewe pia umelala na nguo zako, hamna kitu kitachoendelea. Wewe uta, eh, mwisho wake na wa, wewe utaenda kupata dogodogo. Wapo wanawake wapumbavu kiasi unalala na nguo zao, wapo tena wajinga wanalala na nguo zao eh, ndio na, skin tight, wanalala nazo na shati. Ukiolewa vitu vinakuwa juu ya kamba eh, ndio, ni, ni, ni makubaliano ya awali hayo, kwamba ujue misingi yote naanza mazoni kabisa kabla haimjafika mbali mkianza ma, kumaliza mapema hapa huko kuna kuwa, kuna una float mm. unamkumbusha vipi tena leo, mbona hivi sasa mimi uki, uki, mkizungumza kwamba mitandao utandawazi na vitu kama hivyo mm. lakini na, na naona kuna swali hili nikiliongeza litaweza kuamsha kidogo mm -hmm. kuchepuka kumekuwa kama fashion Swala la kuchepuka, yani mke wa mtu kukuambia usipige muda fulani kawaida, na hata mwanaume pia kumwambia, bwana, muda huu usinipigie ni kawaida pia. Hii swala la kuchepuka kwa nini? na, hili nalo linapelekea sana kwenye kasi ya kuvunjika kwa ndoa. Haya yote tunayozungumza leo ni yako kwenye seko moja, ndio ndoa nyingi kuvunjika ni kwa ujumla. Sasa baada ya malimbikizi ya baadhi ya vitu, yanapelekea sasa mtu kuchepuka. Kuchepuka ni sababu ya hii topic yetu kuchepuka mara nyingi kunaguswa na kitu kimoja tu. Ndiyo. Ni, ni, ni tunalihudumiaje tendo? Ukishindwa kulihudumia tendo unanipa mwanya mimi mm. kutoka nje hapo tu uh, mara alafu... nyingine sio tendo mm. kuna tamaa za ki, za kidunia mm. Mtu mwanamke anakuta mume wake ana vitu vidogo kwa anatamani vitu vikubwa ndo eh. Anakwenda kuchepuka kwa sababu sio kama anafata tendo anafata kitu anafata mali mm anajua mi nikienda pale nitapata pesa, nitafungua duka, nitapata range, nitapata nini yani vitu vikubwa. Sasa hivi kila mwanamke anataka kuwa yeye nani, hataki kuwa mke, anataka kuwa mke lakini mke ana kitu aonekane. Kwa hiyo inapelekea kuchepuka na mwanamme pia anaenda kuchepuka hmm, kwa sababu unaweza kukuta mwanamme pia anaye dhofu hali hmm, kwa hiyo naye anategemea nitakwenda kwa fulani atanipa kitu kidogo hmm, na mimi nitakuwa mtu fulani, wale wa kutegemea mashangazi na, wa no. Eh, na kabisa. <laughs> <laughs> bado <still. laughs> umekutana katika kariba yako, umekutana nayo ha? Ndiyo, nimekutana nayo na, nimekutana na na, ukampa na stara mtu Ah, yaani na mstiri kwa pua ningemuumbua <laughs> <Waswahili wanasema. laughs> bado bado stili ni ni, ni, ni utandawazi, tamaa yeah. Unajua kuna kuna wengine kuna huu mtandao hu una una unafanya maisha mengine. Yaani kuna maisha mengine mtu anaishi. Sija kuzoea hivyo Fido. Yaani huu mtandao labda leo kama uona Mama Love. Mama Mama Love unachozungumza, yuko sahihi. Unajua ukizungumzia ukizungumzia kwa Mama Love usikataa na kutetemesha. Hapana, toka nilipokwambia mgeni ni Mama Love bwana, unaniangalia. Sina pressure na Mama Love. Amekuja na nguo nyingi sana. Hapana. Mama Love ana shida na uzuri, mama Love anachokisema kipo. Unajua ukizungumzia kuchepuka si kwa wanaume tu. Hata kwa mwanamke. Tabi. Hii mada iko kwenye yengo zote mbili hmm. Kwa upande wa kike ni hichi ambacho amekizungumza, hmm. Wao kuna tamaa, hmm. Tena tamaa huende kaanzia zamani. Mwacha nikupe stori fupi. Kuna mtu alimwacha mtu mwenye pesa zake tu, kisa maumbile tu. Mwanamke sio oh, mwanaume so, hmm. mwana mwanamke hmm. hmm. aliangalia, akaona hmm. hapana, hapa moja bila yani <laughs> e, ye kuangalia mali alizokuwa nazo e. aliangalia e. Usingizi wake je utakuwa kweli ulonoga e. Basi akaachana. Kwa hiyo unaona, alichokizungumza ni kweli uh, kwa wanawake kukuacha wana vyao wanazingatia mm -hmm. lakini mimi niko As long as yeye ni mwanamke, zungumza kwa upande wa kikeni, ila wakiume sisi ndani kuna vitu havifanyiki hasa kwenye usingizi wetu kwenye chakula cha usiku na hapo ndio tatizo. Why? mtu uko kwenye kwenye kwenye 18 kweli, ile ndio sehemu ambayo unajua mwanaume uh, katika tendo huduma ya tendo atumii nguvu mm. anatumia utashi wa akili mm. vile mwanamke anatakuwa namna gani, unacheza na hisia zake mm -hmm. kwa sababu wakati mwingine mahusiano yana kama boxing tu, yani raundi mbili zile zilizowekwa mbili na nusu pale, unaweza kaoka kushindwa pambano kulimudu kwenye raundi nyingine, lakini mwanamke anatumiaje nafasi yake kuhakikisha kwamba wewe, refa asipige asigo asikuhesabie. mm. Urudi tena kwenye pambano mm -hmm. Ndio wanawake wa sasa hivi wachezavyo. Alafu ndani yake pia hapo hapo wanawake zaka kwambia kuhusiana na madeni, matatizo, shida, wakati huo wanawake hao wanayazungumza e. Madeni, matatizo, wakati kwanza nije kwenye wa, wa, hisia ah. Wanawake wengi wa sasa hivi hisia hawana mm. Niseme yes. Ukweli mm. Hisia za la tendo la ndoa mm. hawana wengi wao, utasikia oh, mimi hisia zimenikimbia yani, hisia yeye zimemkimbia wana madeni, utakuta ndio hivyo, wanadaiwa, wana wanatunzana yeah. ili ili nimtunze mtu sinitafute pesa naipata wapi? Na sindio, utadanga na mwenzangu, eh, atadanga. Sasa atadanga hmm. Ili apate pesa ya kwenda kumlipa fadhila mwenzake huko adangako anapata hisia? Eh, huko anapata wapi? Ana e. Ekti, anaekti no. Akashafika juu, kumbe yuko chini Dio. Yani wanaekti tu, hakuna lolote hmm. Ni kuekti. Kwa hiyo hisia huwezi kuzipata. Kwanza hisia ni nini? Hmm. Ni virutubisho vya mwili, kuwe na kitu maalum unakula vizuri mm. Unalala saa ngapi? mm. Unafanya hata mazoezi Kinyo kwa maji, siku kwa siku eh, yani unakua kwanza Pusha, unakuwa mwenye hisia bwana anaonekana ndeo? Na asiyekuwa nazo anaonekana ndeo? Mwenye hisia ana maneno mengi ndeo? Anakuwa kila saa mi leo, sitaki hichi, sitaki kile, sitaki hichi, sitaki kile, yuko hivo, lakini mwenye hisia zake anakuwa anakwenda moja kwa moja direct kabisa na lile jambo. Kwa nini unachepuka Kuna... eh, sio sio wewe uchepuke kwa nini kwa nini watu wanachepuka? mm. Ni, ni kama li, ni, ni unajua kuchepuka kunakuja kutokana na pia, kuna chagizwa na mazoea, yani mazoea fulani ambayo unaweza ukawa nayo mwenzio akawa nayo kiasi kwamba ukaona kwamba ah. yani, kuna vitu unavihitaji kutoka kwake, lakini kwa sababu ana mazoea naye akachukulia, ah si wa kwangu huyu wa kwangu ataenda wa wapi? Hiyo kuyaletea mazoea ya mapenzi, hamna kitu ambacho tukikizoea kama mapenzi yani kwenye mapenzi, hiyo biashara ndio ndoa yenyewe, kwa sababu ndoa mm. familia, nyumba hujengwa la... na kitu kikubwa hicho, maana ndio maana hata tendo lake ndio tendo la ndoa, utulivu wake unapatikana hapo. Sawa mama, la kipi kifanyike? tufanye nini? Aa, kwa kweli kwanza, kwa kuhakikisha kwanza, ndoa inaimarika, lakini pia wanaume awachepuki. Kama mm. mwanamke, kabla hujaolewa na, kwanza mtathmini yule anayekuoa nani na wewe jiweke katika thamani ya kuwa mimi naolewa na fulani, kwa hiyo nataka nikawe mke nisende kuwa mwanamke, nisende kuwa mchepuko. Kwa hiyo unaangalia mwenzako anapenda nini, hataki nini, anataka nini, na we mwenyewe unajiangalia, je, mimi nafaa kuwa mke? Sio unakwenda miezi mitatu usharudishwa kwenu. hmm. na siku hizi hawarudi kwao, um, ile miezi mitatu kashapanga chumba tayari tayari, anaondoka, anakwambia, ah, mimi nishapata sehemu, nakwenda kukaa kukaa. Anaachwa, anakwenda kukaa sehemu. Kusema kweli, kwanza sisi makungwi tumekuwa wengi sana lakini sio makungwi wote wanataka heri za hao wanaowafunda. Kwa hiyo yeah, sasa nimeanza ni kupata kitu hapo mm. Makungwi mpo wengi eh, lakini, lakini sio wote wanaotaka hizo heri za hao wanaokwenda kuolewa. Unakuta kungwi hana hata chumba cha kukaa, hana godoro, hana kitanda, anaenda kukufunda wapi eh? Anakwenda kukufunda nini? Hana sehemu ya kukaa, mdomo tu anakuleta, yani we unamchukua kwako una anakwenda kukufunda siku mbili tatu, hakuna lolote. Anaanza kukupigia simu, shoga yangu, basi nimekupatia danga. Kungwi huyo nimekupatia danga liende lika, si unajua maisha siku hizi yalivyo na shida, kashakuharibia ndoa. Tuangalie pia na makungwi wanaofunda watoto wetu. Je, huyo ndio kungwi? Nimekupata vizuri? Kuna muda mpaka nahisi makungwi kama wafanyi kazi yao vizuri ndiyo, au wafunguaji masikio yao mabovu. Sio wote, sio wote kwa sababu uh, unaweza ukakuta mtu kwenye mahusiano. Nazungumzia mazoea mm, lakini de. Nazungumzia kitu ambacho kinaweza kufanya watu wengi tuchepuke mm -hmm. Kuna, kuna, kuna, kuna vitu vinasitishwa kuna huduma ina sita tu ghafla, au unaweza usipewe wewe alafu ukatoka nje ukakutana ile huduma unapewa kwa ufanisi. Kwanza nikuambie kungwi mzuri, kwanza ni mama yako aliyekuzaa na baba yako wako hey. Wanakuta watu ambao tayari wazazi wow. Hey, wao tangulia mbele za hapo unakuta un, familia kama mimi nimemkuta babaangu na mamaangu wamekaa yani ki vizuri kabisa, kwa hiyo nimesoma vitu vingi hmm. tulikuwa hmm. tunakaa nyumba ilala nyumba vyumba viwili zamani, National Housing hmm. Lakini unakuta mama anatoka asubuhi, anaamka mapema, anaenda kumwekea baba maji chooni hmm. na nyumba ya vyumba sita, kwa hiyo lile ni funzo tosha Unasoma mama asubuhi anafukiza kanga zake mm. alfajiri anafukiza kanga ma ina mm. maana hiyo mtu anafukiza kanga alfajiri, siku hizi kuna mtoto anayefukiza kanga alfajiri? sasa hivyo kwanza... amwambi hivyo oh. vitu wanaambiwa wanafundishwa kila kitu, lakini wajuaji... tatizo ta ta ta jingine ninaloiona ni kwamba hizi huduma ambazo uh, zilikuwa inabidi zipatikane kwa mwanamke mm. zimekuwa kama eh, muda wote unaweza ukazipata, labda hii inawezekana ikawa watu unazipata wa, wa... kwa michepuko You see? Hey, mchepuko hmm. Mchepuko yeye ni kibarua, kwa hiyo kibarua ana, anafanya kazi kuliko mwajiriwa kwa, hey. Kwa kuongezea hapo na mchepuko wamekuwa sasa hivi wana kauli kabisa sana wanajinadi kabisa. Kwa kuongezea hapo, laiti kama mwanamke angelijua kitanda chake ndio cha kukiheshimu kuliko hata vitu vingine anavyoona kwenye nyumba yake mm. Asinge, asingeachika mwanamke hata mmoja mwana. mm. Yaani kutenga muda kwenye lile swala, kwa sababu unaweza ukawa wewe, kuna vitu unasema mimi sifanyi hapo, kwenye kuachika na kukatalia kwenye kuchepuka, chika, kuna unajua ndoa Mwenyezi Mungu amepanga na, na pia talaka japokuwa kaikataa mm, lakini talaka ipo, dio? Kuna matatizo ambayo yanatokea mengine sio ya kwenye kitanda. Naweza kuwa mimi fundi sana kitandani ni, lakini yule mwanamme ambaye yuko kwenye kitanda kitanda niko naye naye hajui kitu e. Nilisema pale, ah, awali. La, e. Nilisema pale awali e, raha ya ufundi ukutane na fundi mwenzio, fundi bomba unaenda kukutana na fundi seremala. Sasa, usuni. Ah. Kwa, kwa chika ni mlundikano ni overall. Um, um, um, lakini, overall vewele you know what, vizuri vizuri amejaribu kudadavua ku, ku, eh, vizuri kuachika ni overall <laughs> overall inaanzia wapi? unajua mpaka nakumbuka wazee wetu kama walikuwa wanaenjoy sana eh. Kwanza anarudi nah, anapokelewa nah. Unajua mwanaume atakwa kudeka akiingia kwenye nyumba yake hiyo. So daktari, sasa hiyo ndio nikicompile, na nyumba ni ya mwanamke kabisa mm. Na wengi hawajui hili kama kabisa. Nyumba ni ya mwanamke, ni ya mwanamke. Narudi na nimechoka, nahitaji utulivu, nahitaji kutulizwa, sihitaji kukemewa mm. Nimetafuta, nataka kuambiwa maneno mazuri, kwa sababu mpambanaji mzuri maneno mazuri mkosa. Tu, nyumba safi, sa inanukia, inavutia mwanamume kurudi nyumbani haraka. Sasa hivi hata kutengewa mali, walioingia hapa hali ya hewa Nikaambia mama, <laughs> alabu, <yo. laughs> kuna huduma kuna zinasitishwa kwa sababu ya mazoea, yeah. Kutengewa sasa hivi sidhani kama kuna mwanaume amna vitu ambavyo vidogo vidogo, na kuna wakati mwingine mimi pedikiwa nafanyiwa nyumbani vizuri <laughs> <We una> <laughs> <Minasikia. Na minasikia. laughs> kidogo. Huyo hapa ni, ni mbuji na mshititi na ya wa lugha aushi na adhimu ya Kiswahili mwite Gabo wa Zigamba, endelea kulambaza nami, ili uweze kupata maarifa sahihi. Leo nilikuwa na Mama Love, lakini niko na Fido mgegai, tumejaribu kuledavua katika hizi sekta mbili, lakini mwanamke, bwana, uhodari wake ni sehemu mbili tu, kukutuliza ukiwa umetulia lakini pia ni kukuvuruga ukiwa umetulia pia <laughs>